Tunayo furaha kubwa sana kuweza kuwa nawe tena siku hii ya leo katika Jamii Leo, tunapokujuza yale ambayo yamepewa uzito na mtandao wetu wa Jamii Forums. Mimi ni Ramadhan Goda, nami ni Khadija Mzee. Tukianza na habari ya kwanza kwa siku ya leo, ni kuhusiana na madereva wa Tanzania waliokuwa wametekwa na waasi wa Mai Mai nchini Kongo waokolewa, ikiwa ni habari njema hiyo kwa Watanzania. Undani wake unasema kwamba madereva wa malori kutoka nchini Tanzania waliokuwa wametekwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hatimaye wameokolewa na vikosi vya jeshi la nchi hiyo. Tukiwapa kwamba hiyo ni baada ya mapigano makali usiku wa kuamkia leo kati ya wanajeshi wa Kongo na waasi waliokuwa wamewakamata. Waasi hao eh, wamewaachia na kuwatelekeza uh, porini. Wapo salama tayari kwa kurudi nyumbani. Bila shaka tutakuwa tunawapokea kwa mikono miwili sana wakiwa salama kuweza kurejea nyumbani baada ya yote hayo yeah. Mungu awarejeshe salama. Tuangalie takwimu zetu siku hii leo. Tumekusanya maoni zaidi ya elfu ishirini huku mtazamo ukionyesha asilimia hamsini, yani nusu ya wachengeaji wanaitaka serikali ya Congo ishughulikie kuwaondoa waasi hao. Asilimia hamsini wanahoji endapo wanajeshi wa Kongo wameweza kuwadhibiti waasi hao. Na tuangalie mdau wetu ameweza kutuandikia nini kuhusiana na habari hii, nikianza naye Pajo Nyuki wa Kizungu akisema sawa, wamewaokoa lakini wamewakamata Mai Mai hata mmoja? Maana tungeomba watupe huyo mtu ili tuwafundishe kitu waijue vizuri TZ. Bila shaka atakuwa na hasira za kufa mtu, yeah. Tule mumu anasema kwamba habari njema, sasa sijui hasara ya malori yaliyochoma pamoja na mizigo atalipa nani, je, bima au serikali ya Kongo Je, mm -hmm. Yeah, unadhani nini kifanyike kutokomeza vitendo vya utekaji wa magari ya mizigo? Shiriki mjadala huu unaoendelea kwenye mtandao wa jamiiforums.com katika jukwaa la siasa. Bila shaka utakuwa unaelekea sasa katika mtandao wako wa jamiiforums.com katika jukwaa la siasa, ili kuweza kuchangia ama kutoa maoni yako katika hilo ambalo limezungumzwa hapo. Tuelekea katika habari yetu ya pili, na sasa tunaelekea huko Singida ambapo tunaambiwa kwamba ang'atwa na kunyofolewa kipande cha ulimi na mwanamke waliokuwa wakinyonyana ndimi. Naam, habari ya kutisha hii na kusikitisha. Tunaambiwa mkazi wa Mandewa Manispaa ya Singida, Saidi Mamba mwenye umri wa miaka 24 amelazwa katika hospitali ya mkoa mjini Singida baada ya kung'atwa theluthi tatu ya ulimi wake na mwanamke waliokuwa wakinyonyana ndimi. Naam, tukio hilo la aina yake lilitokea Septemba 12 saa 3 na nusu usiku wa sikukuu ya Eid el-Hajj amshaamsha amsha za sikukuu hizo. Tumeweza kukusanya maoni zaidi ya elfu kumi ambapo asilimia sabini ya wa wachangiaji wameshangazwa na kitendo hiki na kuhoji sana mazingira ya kutokea kwa tukio hilo. Asilimia thelathini ya wachangiaji wanampa pole kijana huyo na kumwombea apate nafuu mapema. Naam, twende tukaangalie sasa alichotuandikia mdau wetu kutokana na habari hiyo ya kushangaza na kusikitisha pia. Shakiz Dizi anasema kwamba huyo jamaa pengine alikuwa anataka ambake, lakini yamemshinda ndipo anasema hayo hizo ni eti eti, Joseph Salongo akisema hapo kuna kitu kiko nyuma ya pazia polisi, ifanye uchunguzi wa kina kubaini ukweli uko wapi, maana haijaniingia akilini. Ni kweli kabisa pengine zikawa hata huyu anatazama sasa hivi, haijamwingia akilini. Je, mtazamaji wewe, una maoni gani kuhusu tukio hili? Unaweza kuchangia na kuweka maoni yako kwenye sehemu ya comments. Naam, wakati unaendelea kufanya hivyo, tuelekee katika habari yetu ya tatu, ambapo hiki ni kipengele cha hoja. Tunaambiwa kanitafutia kazi, sasa nimekuwa mtumwa wa ngono. Ni hoja yake Maureen Richardson. Maureen Richardson anasema kwamba ni miezi miwili sasa tangu nimeacha kazi kampuni ya zamani na sasa nipo kwenye kampuni nyingine. Hii kazi mpya nimetafutiwa na bosi wangu ambaye ndiye mkuu wa idara yetu. Ajaishia hapo, anaendelea kutoa hoja yake akisema, nimekuwa na urafiki na bosi aliyeniingiza kazini tangu nimeingia hapa, lakini kitu kinachonikwaza ni kitendo cha yeye kunifanya mtumwa. Wakati wote anataka tufanye ngono. Yeye akiwa anaongea kwa masikitiko hayo, anaendelea kwa kusema, jioni wakati wa kuondoka anataka tubaki ofisini kwake Nilijikuta nafika nyumbani nimechelewa na kumkuta mume wangu amesharudi, hivyo kupelekea ugomvi. Kumbe ana mume huyo. Anaendelea kwamba maneno maneno yamekuwa mengi hapa kazini, miongoni mwa stafu wenzangu kuhusu mwenendo wangu na huyu bosi. Nina wasiwasi maneno haya yanaweza kumfikia mume wangu ikawa, uh, ikawa shida yeye yeah, ndivyo anavyosema, lakini anasema kwamba natamani kurudia ile kazi yangu ya awali. Kazi hii mpya napata mshahara mzuri, lakini nimekuwa kama mtumwa. Wakati mwingine, uh, nikionyesha dalili za kumgomea kubaki jioni, anakuwa mkali na kuanza vitisho kwamba eti unasahau nani kakuweka hapo. Inabidi tu nishiriki naye ingawa sipendi. mm -hmm. inauma sana. Naombeni ushauri nifanyeje, jamani wadau yeye ndivyo anavyoomba ushauri hivyo, na tukiwa tunaangalia ni nani ambaye anampa ushauri, tuangalie kwanza takwimu. Maoni la kusanya ni zaidi ya elfu moja, asilimia sabini ya wachangiaji wakiwa wanamshauri aache kazi, asilimia 30 wanamlaumu na kusema amejitakia tatizo hilo. Tuangalie sasa kati ya wadau ambao wametoa ushauri wao katika mitandao yetu mbalimbali, nikianza naye Misha, na akisema, na acha kazi, thamani yako ni kubwa kuliko hiyo kazi yako. Mungu akutangulie. Naam na Sniper Boy anasema kwamba wewe mwenyewe umechanganya kibarua na penzi, usipokuwa makini atakutumikisha kingono na mwisho wake huwa mbaya. Badilika, mwekee mipaka, sio kila jambo akikwambia wewe unakubali. Mm -hmm. ya yeah, namshauri hivyo huyu uh, lakini wewe je, yeah, unamshauri vipi mtoa hoja? Unaweza kutoa ushauri wako kwenye uzi huu kwenye mtandao wa JamiiForums.com katika jukwaa la Mahusiano, Mapenzi na Urafiki. Naam, lakini hatukuachi hivi hivi. Kumbuka kwamba zipo habari nyingine moto moto siku hii ya leo kwenye mtandao wako wa JamiiForums.com, ikiwa ni pamoja na Zombe achiwa huru na mshirika wake ahukumiwa kunyongwa hadi kufa. Habari nyingine ambayo tumekuta katika mtandao wa JamiiForums ni TCRA yaifungia Radio 5 miezi mitatu, pamoja na Fine Magic FM yafunguliwa kwa masharti, na huko Hai, Kilimanjaro hukumu ya kumlawiti mwanawe yamfanya ajiue kwa kunywa sumu. Na habari nyingine ni kuhusiana na akaunti za benki za mke wa zamani wa rais wa Nigeria, Goodluck Jonathan, za shikiliwa. Naam, ukiwa unaendelea kuzifuatilia habari hizo, na hapa ndipo tunapofikia tamati ya Jamii Leo kwa siku hii ya leo. Langu jina ni Ramadhan Goda, nami ni Hadija Mzee. Kama kawaida, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu mbalimbali, Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube kwa kuandika at jamii forums. Uwe na wakati mwema.